Mwongozo wa kujifunza Biblia, Aprili 21, siku ya Jumatatu. Mada ya leo inasema wito wa Ibrahimu. Katika sura ya kumi ya Mwanzo tunaona kuanzishwa kwa mataifa mbalimbali. Neno linalotafsiriwa kwa kawaida mataifa ni goyim, ambalo pia linaweza kurejelea wa mataifa Mwanzo sura ya kumi inatuambia kwamba jamii ya wanadamu iligawanywa katika nchi, lugha, familia na mataifa. Mwanzo sura ya kumi aya ya tano. Tazama pia Ufunuo sura ya kumi na nne aya ya sita. Takribani mara tu baada ya kuanzishwa kwa dhana hii, Mungu anamwita Ibrahimu kutoka katika mojawapo ya mataifa hayo ili kuwa tofauti nao na kile wanachowakilisha. Soma Mwanzo sura ile ya 12 aya ya kwanza hadi ya tisa. Kwa nini Mungu alimwita Abraham, baadaye Ibrahimu, kutoka katika nchi yake ya asili? Mungu alikusudia kumtumia Ibrahimu kuanzisha taifa ambalo lingesimama tofauti na falme za wanadamu. Hawakupaswa kuwa na mfalme mwingine isipokuwa Mungu mwenyewe watu walipaswa kuonesha kile ambacho kingetokea ikiwa wanadamu wangerudi kwa muumbaji wao. Israeli ilianzishwa kuwa baraka kwa jamaa zote za dunia, Mwanzo sura ya kumi na mbili aya tatu. Mungu alikuwa amewamwagia nuru na fadhila ambavyo havikuwa vimeonekana ulimwenguni tangu huenda kabla ya gharika. Soma Kumbukumbu la Torati sura ile ya 4 aya 5 hadi ya 9. Bwana alikuwa akiwaambia nini wana wa Ibrahimu taifa ambalo lilikuwa utimilifu wa ahadi ambayo Mungu alikuwa amempa Ibrahimu? Huyu hakuwa mmoja aliyeshuhudia katika jamii moja. Hili lilikuwa taifa zima ambalo kwa kufanya kazi pamoja na kwa ushirikiano na Mungu lingeweza kuudhihirisha utukufu wa tabia yake. Angalia pia katika maneno walioambiwa, kwamba haikuwa tu amri na hukumu ambazo Mungu alikuwa amewapa ndizo ziliwafanya wawe wa pekee sana, bali uaminifu wao kwazo ndiyo ungesababisha mataifa mengine kusema, hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na akili. Tazama katika Kumbukumbu kumbu la Torati sura ile ya 4 aya ya 6. Ingawa kweli walizopewa watu zilikuwa za ajabu, kushindwa kwao kuzitimiza kuzitii kungeleta laana badala ya baraka na kifo badala ya uzima. Swali: kanuni ile ile ya kutojua tu kweli hizi bali kuzitii inatumikaje kwetu sisi kama Waadventista leo? Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, tunafikia tamati ya mada hii siku ya Jumatatu Aprili 21 mada ikisema wito wa Ibrahim. Mungu atubariki sote, Neema yake idumu kwa nasi sasa na hata milele. Amina.